Nzuri kati na kuombea, nilikuwa ni naona kuna vitu ambavyo Mungu alikuwa navifanya kwenye tumbo na kwenye mgongo susa kwenye kuzunguka kiuno. Maeneo haya ulikuwa na shida gani? Ndio, una shida moyo, moyo. E, na presha hausiki vizuri mia thelathini na e, tano themanini andiosini mia thelathini na tano ni nyingi sana si ndio? Nyingi sana ya. na moyo huwa unauma sana. Wakati nakuombea kwanza kabla sijakugusa, maana niliona nguvu ya uponyaji. Kabla kinakuhudumia, ulisikia mwili unatetemeka kama kizunguzungu, eh? baada ya hapo ikatokea nini? Nikajisikia tu kizunguzungu afu baadaye nikawa sielewi chochote yeah, kama kutapika. Sasa hivi unajisikiaje, mama? Anacheza hivi mpaka nguo inacheza, lakini sasa usikii chochote wala maumivu. Unaweza hata ukainama. Inama. Hey, inama inama, waone inama, waone vizuri kabisa, inuka tena, luka luka luka luka luka luka. Oh, Bwana amemtendea jambo jipya, shangiria Bwana kwa makofi na vigelegele, amen, amen. we well, umesema ni mara yako yangapi kufika hapa? Mara moja nilimleta binti yangu kwa kazi. Alikuwa na mapepo makali. Alikuwa na pepo makali. Makali binti yako. Ee, binti yangu wa kazi. Leo ni mara ya pili pili. Nani kakualika, umejisikia tu kuje? Nimejisikia kuja baada ya yule binti yangu kupona na kuondoka. Ananiambia yuko vizuri. Alipona, yuko vizuri kabisa. Yuko vizuri. Kupitia madhabahu hii. Hii. Hii, na ukasema leo lazima nifike madhabahu. Kwa nini? Unafanya nini? Ndio. Ngoje na mimi niende. Mungu ambariki sana huyu mama, Mungu anampenda sana ame mm -hmm. Unaishi wapi mama? Ah, mimi naishi kwa Gamba. Mama, mama, Mungu anakupenda na una neema kubwawewe ulikuwa unaona una moyo, lakini mimi pale wakati nakuombea, sikuona ugonjwa wote, ile niliona jini ilikuwa limekaa kwenye kiukl Unaona. Yeah. Unaota jini anakufuata mara kwa mara. Mara kwa mara ananifuata. Ehe. Uh -huh. Ananiambia hautafanikiwa kama hautamkubali. Hautafanikiwa kama hautamkubali hiyo jini. Eh, na mimi nikishtuka, moyo nanipiga afu, na naomba naambia Mungu nisaidie, simtaki huyu. Au oh, mtaki. Kwa kila biashara ninavofungua inakufa. Inakufa kwa sababu yeye. Juzi tu nimefunga biashara nikauza kila kitu. Kitu. Eh, na Biashara ikaishia hapo. hapo. Enda, yeah. hadi kwa waganga ungekuwa ukamchangilia Bwana kwa sana sana, sana. Eh? Mm, na, kwa na eh, makofi na vigelegele, sema eh, Bwana vilivyoliwa na palale na madumadu madu na nzige na tunutu vinarejeshwa, vinarejeshwa vinarejeshwa kwa jina la Yesu. Mama leo unaenda kuanza upya, amina. Unanisikia? Nakusikia. Una, unaenda sasa kuchanua hapo. Hamna tena cha, cha cha, jini makata aliyekuwa, mm. na kuhitaji ufunge naye ndoa mm. hayupo tena, sawa? kwa free, sawa sawa. Ta. unatamani umpokee Yesu, sio? Unajua hujampokea Yesu, ni kweli? Hujampokea Yesu. Unatamani umpokee Yesu Tamani. Unatamani Nachaka, na, unataka kabisa, nafikiri hmm. na, na kanisa hilo unalitaka sana, sana. iniwa mikono yako miwili juu, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu. Naomba unipokee, naomba unipokee, ninapofanya maamuzi ya kukupokea mamuzi. wewe ya kukupokea uwe Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Sitaki, sitaki shetani na mamlaka yake na mamlaka yake, na kutaka wewe na Yesu. Naanza upya sasa, sasa. Ingia ndani yangu, ingi yangu. Unitawale katika jina la Yesu jina la amen, amen.